thelathini na nane, nadhani ndani ya muda mfupi, eneo hili nalo litakuwa limejaa, itakuwa tayari viti elfu arobaini viti elfu ishirini vimeshaagizwa, viko njiani, tunatarajia vifike tarehe kumi na tano ya, ya, ya mwezi huu. Baada ya hapo, kazi ya kufunga itaendelea upande huu uliosalia. Kwa hiyo, kazi inaendelea, na nimewahimiza wote wa kandarasi eh, eh, kumi na tano Juni viti eh, vitakuwa vimefika vilivyosalia lakini mnaona vyote vilivyofika vimefungwa na baada ya hapo kuna kitu tunakiita epox itawekwa katika yale maeneo mnayoona. Baada ya muda sura hii pia ya kiwanja ita, itabadilika. E, na uwanja huu utakuwa sio tu umefanyiwa matengenezo makubwa, lakini pia utakuwa na muonekano na haiba mpya ambao tunaamini kabisa Watanzania wataifurahia, wata, so, kazi zimekwenda vizuri, ingawa tumepewa, tumepeana sasa majukumu ya kukamilisha kazi hiyo.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

lakini pia uh, Zanzibar ambako wamefanya kazi nzuri. Lakini pia niwashukuru washukuru uh, BCG kwa kazi kubwa wanayofanya sasa ya kufunga viti uh, e, ambavyo naamini kabisa mpaka uh, tutakapoanza mashindano ya chani vitakuwa vyote vimekamilika. Lakini kwa tarehe tano Mei uwanja uko tayari na tunaamini kabisa, eh, kafu sasa wakija, yale yote waliokuwa wameorodhesha yote, eh, yalikuwa yalikuwa 14, yote tumeyakamilisha. Kwa hiyo tuna hakika, labda litokee jingine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 Eh, mahali pa salama. Kwa hiyo salama yetu sikio ni kupata mpira lakini, nadhani me, mekushaona na kazi inayofanyika.